Muulize shia sasa, man ardhal wa akhbath ahli millatikum, ni nani mbaya na mshenzi katika mila yenu hii, katika uislamu wenu mashia? Kwa kauli moja atakwambia alladhina sahibu Muhammad. Assalamu alaikum, nadhani tumemsikiliza mpiga debe huyu ambaye anapigana vita na mashia na kuaminisha waislamu wengine e, wasiojua ukweli kwamba mashia ni watu ambao hawafai katika jamii za Kiislamu na sababu kuu ni kwamba ni maadui wa watu walio karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kwa unwani ya maswahaba. Maswahaba e. Sasa hii inatumika sana, njia hii ya kwamba mashia wanatukana maswahaba, wanachukia maswahaba, wanakufurisha maswahaba, maswahaba, na hivyo mashia ni makafiri na hawafai hasa kuitwa Uislamu, wanafaa kutengwa lakini kwa uhalisia na ukweli ni kwamba siku zote, watu ambao kihistoria ukiona nchi imeanguka, dola imeanguka, dola lolote limedondoka, au mtu ana matatizo ambayo yanamwandama, mara nyingi matatizo hayo na kuanguka kwa nchi hiyo ni matatizo ya kuanzia ndani na ndio maana ikaja hadithi nasema, aada aduwika nafsuka allati baina janbaika, adui mkubwa kwa kwanza ni wewe mwenyewe, nafsi yako mwenyewe. Hiyo hapo wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun, Qur'ani iko wazi kabisa katika Suratul Baraa, watu wa karibu ni wanafiki. Unaona katika aya nyingine, ya ayuha ladhina amanu qatilu ladhina yalunakum min alkufari waliyajidu fikum ghilza, wapigeni watu ambao ni, ni makafiri wa karibu yenu. Mkianza vita mnapigana na watu wa karibu ambao ni makafiri, watu wa mbali mnachana, kwa sababu hawana madhara makubwa sana. Hata pia watu walompa sumu mtu Muhammad, sallallahu alaihi wa ali ni watu wa karibu yake. Unaona sasa, mfano masahaba, ni kuonesha masahaba jinsi ambavyo waliritadi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Katika sahihu al-Bukhari juzuu ya pili, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi qal, kama Mtume Muhammad alisema, yaridu alayya lhaudha rijalun min ashabi, kuna watu watakuja katika haudhi kundi katika masahaba wa mtume Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi, masahaba zangu. Fayuhalla'una anhu fa aqul, nitasema ya rabbi ashabi, e mwenyezi Mungu, ewe mlezi wangu, masahaba zangu. Fa yaqul innaka la ilma laka bima ahdathu baadak, atasema hakika wewe haufahamu wale a, yale ambayo wameyazua baada yako. Kuna vitu walizua, na hivyo innahum irtaduu hawa watu masahaba zako wameritadi, ala adbarihim lkahkara, baada we kuondoka huko nyuma, wali walikengeuka walilitadi. Sasa hiyo ni hadithi ya kwanza ambayo nimeisoma. Hadithi nyingine, ani nabii sallallahu alayhi wa alihi qal, mtu Muhammad alisema baina ana naimun, wakati ambapo mtu Muhammad atakuwa amelala, idha zumratun hasa, litakuya ghafla kundi hatta idha araftuhum, mpaka nitakapowafahamu atawafahamu hawa watu ilo kundi. Kharaja rajulun min baini wa bainahum, atatoka mtu baina yangu na baina yao. Faqala, atasema huyo mtu halumma, njooni, anawaita wale watu, ile zumra, ile kundi. Faqultu, nitasema sasa, ain wapi unawapeleka wapi? Faqala ila nnari wallah, ili kuli linapelekwa motoni na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ila nnari wallah. Qultu nitasema wama shanuhum, hawa wana nini, wana tatizo gani? Qal innahum irtaddu, hakika hawa wameritadi bila shaka yote wameritadi baadaka, baada yako ewe Muhammad sallallahu alayhi wa ali ala adbarihim alqahqara, wameritadi baada yako. Thumma idha zumratu, hilo you know, ni kundi la kwanza. Sasa kundi lingine ghafla, thumma idha zumratu, hatta idha araftuhum, kundi lingine likaja ghafla pia, nitawafahamu kharaja rajulun min bayni wa baynahum itajirudia vile vile, atatoka mtu ambaye beina yangu e, na beina yao, faqala halumma, analiambia kundi lingine katika masahaba a Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, faqala halumma, njooni. Qultu, nitasema ain, wapi? Qala ila nnari, wallah, motoni mnapelekwa motoni. Qultu, nitasema mashaanuhum wana tatizo gani? Qala innahum murtaddu ba'daka ala adbarihim alqahqara, hawa watu wameritadi baada yako. Fala arahu mtume sasa, amekata atakuwa amejikatia tamaa, asema ah, fala arahu e, yakhlusu minhum illa mithlu hamali na'im, nitaona wanaenda kuisha ka watu katika masahaba zangu Wanako, watu watakuwa aa ni watu wachache kuoneka kwamba kundi kubwa katika masahaba watakuwa wanapelekwa motoni, makundi mengi, watu wengi katika masahaba ya mtume Muhammad wanakwenda jahannam, ila nari wallah. Hii ndiyo nakuambia, watu wanaoangusha mataifa makubwa, watu wanaodondosha eh, madola na nchi. Matatizo yanaanziaga kwa watu wa karibu ya wale viongozi, ndiyo hawa masahaba mtu Muhammad sallallahu alaihi wa waalihi wameritadi baada yake, sio wote, ni mkundi kubwa tu katika masahaba mtu Muhammad, na kwa mujibu wa sahihul Bukhari, kitabu ambacho masuni kwao ni kitabu ambayo eh, eh, ni asahu kutub baada Alquran, ni kitabu sahihi zaidi kwao baada ya Qurani. Muulize Shia sasa, man ardhal wa akhbath ahli millatikum, ni nani mbaya na mshenzi katika mila yenu hii, katika Uislamu wenu huu? Mashia kwa kauli moja atakwambia alladhina sahibu Muhammad, ndilo jibu la mtu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kwamba wameritadi baada yake mambo yalopangwa na kina Abdallah bin Sabai. Lengo kuleta hivi watugawegawe, watugawegawe kukutikatikata na wengine nje huko wanamalizia habari. Ndio hizi kama tunavyoziona kinachoendelea leo duniani tunaburuzwa kila kona, amaisha kwangu. Kwa hiyo sahihi inabidi iwe kwamba Bukhari alileta hizi hadithi kwamba masahaba wa Muhammad waliritadi, ima yeye ndiyo Abdallah bin Saba au mseme mtu Muhammad ndiye Abdallah bin Sabaa kwa sababu amesema wameritadi masahaba zake baada yake. Unajua, kwa mtu anayefahamu ni kwamba kesi hii ya kuritadi masahaba ni kesi kubwa sana kwa masuni, na ndio maana utaona wanapiga kelele kubwa sana makelele: masahaba wa mtume, msiwatukane masahaba wa mtume, ni watu wema. Hii kesi ni kubwa sana kwa sababu dini ya masuni imejengeka kwa msingi wa masahaba baada ya mtume kuondoka wanataka kuchukua dini kwa nani kwa sahaba kwa hiyo sahaba ukisema sahaba ameritadi manake yani ni khatu ahmar ni alama nyekundu watachukua dini wapi maanake hawana dini yani masuni hawana dini isipokuwa kuchukua dini kwa masahaba hamna sehemu nyingine yani hamna mafar hamna simu anaweza kakimbia msuni kuchukua dini zaidi ya sahaba, ndio msingi wao. Kwa hiyo hadithi hizi za kusema eh, mtume amesema maswahaba zake wameritadi yani, ni kesi kubwa sana kwa masuni, hawatokuelewa. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba wataenda kusema kwamba hizi habari bana za kusema masahaba ni waovu, masahaba wameritadi baada ya mtume Muhammad, hizi ni habari za mashia ndipo wakatengeneza myth na ustura ya Abdallah bin Saba Alyahudi, ibn sauda kwamba bana, hizi habari ni habari za mashia, na alianzisha ushia ni Abdallah bin Saba Alyahudi. Lakini huyu mtu ni ustura, asatirul awalin. Hakuna mtu anaitwa Abdallah bin Saba Alyahudi, ni shakhsia khurafia. Tizama kwa mfano katika kitabu cha Said al-Khoi Mu'jam Rijal al-Hadith juzu eh, ya 11 safha ya 207, anasema hivi: wa amma Abdullah ibn Saba fa ala fardi wujudihi. Ama Abdullah bin Saba, tukifaradhisha kwamba eh, ni mtu alikuwepo, fa hadhihi riwayati Saidi huu yaamemwongelea akaleta riwayati hapa, asema hizi riwayati zote tadulu ala annahu eh, kafare, zinaonesha kwamba huyu mtu alikufuru, na riwaya nyingine zinasema kwamba ni ala anu min an yudhkar, ni amelaanika kuliko hata mtu kumtaja. Wadaa al uluhiya, alidai uungu fi aliyin, kwa Ali, kwa sababu alisema Ali ni juzu ilahi ni sehemu ya Mungu na hamna mshia ambaye anaitikadia kwamba ni ali ni juzu ilahi. Hapana, kwa sababu mashia anatikajia kama mungu sio murakab, unaona na mungu e, laisa mahala lilhawadith, sio pahala pa matukio tukio, na ali ametokea. Kwa hiyo ali hawezi kuwa ni sehemu ya Mungu, haiwezekani. Kwa hiyo wadaa luluhiya fi aliyin alayhi salam, la anahu qala bifardhi imamatihi mudhafan idalili nyingine ni kwamba anna ustura ta Abdallah bin Saba wa qisas mushaghabatihi alha'ila mawdu'a, kwamba hii ustura hii methi ya Abdallah bin Saba Alyahudi ni mawdu'a mukhtalaqa, ni mtu ametengenezwa, ameundwa, amepachikwa

Unaona, ni khurafia mukhtalqa. Yaqulu Dr Taha Husein, Dr Taha husein, Husein, katika kitabu chake cha Ali wa Banu anasema hivi inna amra sabaiya wa sahibahum Ibn Sauda inma kana mutakallafan manhula, ni mtu ambaye ameundwa kwa lazima, lakini sio kwamba mtu yupo, hapana. Chini anasema hivi wa qala Dr Abdul Aziz Al-Hilabi

ay rawi qisat ibn saba huyu, aliyepokea kisa cha ibn saba anaitwa Saif arada ta'ana shia fi lsamimi, alitaka eh, ku, kuwa kuwa tuhumu mashia, ndipo akaunda hichi kisa cha Abdallah ibn Saba. Muhakiki mwingine anasema hivi waqala Doktor alustadh Suhayl

kwamba huyu Abdallah bin Saba hakuwahi kuwepo hata kwa mara moja, bali huwa shakhsiyatun mukhtara'a, ni mtu ambaye ameundwa undwa tu, hakuna mtu, ni khayal, hakuna mtu kama huyu. Wewe utaona e, uongo wa baada ya masuni na mawahabi kushindwa katika njia yao ya kupokea dini kwamba ni maswahaba na maswahaba wenyewe wameritadi, ikabidi sasa waunde e, uongo kwamba mashia bana, hawa ndo wameleta taarifa hizi, habari hizi, kwamba maswahaba ameritadi, na wao ndio wanabidi wabebe huu mzigo. Lakini itabidi wafanyeje? Ikabidi ni kuunda mtu, kutengeneza kisa na e, kumwita huyo mtu kwamba ni Abdallah bin Saba. Lakini Abdallah bin Saba ni mtu ambaye hakuna mtu kama huyo katika historia ya Kiislamu wala historia yote ya wanaulimwengu ulimwengu anaitwa Abdallah ibn Saba.